Hello, karibuni darasani na leo tutajifunza uwekezaji katika hisa. Na katika darasa hili tutajifunza faida za uwekezaji katika hisa, hasara za uwekezaji katika hisa, Dar soko letu wa Dar es Salaam la Stock Exchange na unaanzaje anzaje kuwekeza katika hisa. So kabla tujaanza, hakikisha kwamba umesubscribe to YouTube channel ili tuweze kuwafikia watu wengi wengi wengi zaidi. So let's get into it. So unaweza ukajiuliza hisa ni nini? Hisa ni umiliki wa sehemu ya kampuni au umiliki wa biashara. So nitatolea mfano. Mfano, leo unataka umiliki NMB, unawezajiwezaje kuumiliki NMB? Ni through kununua hisa. So ukinunua hisa, na wewe unakuwa among wamiliki wa NMB. Na kuna faida mbili kuu za uwekezaji katika hisa. Faida ya kwanza ni ongezeko la thamani. Leo umenunua NMB kwa shilingi elfu mbili. Baada ya mwaka mmoja NMB inauza shilingi elfu tano. Tofauti kati ya elfu mbili na elfu tano tunaona ni shilingi ngapi? Elfu tatu. Kwa hiyo ukiamua kuuza leo zile hisa, inamaanisha utapata ongezeko la thamani. Faida nyingine ya kumiliki hisa ni kupata gawio, na gawio ni sehemu ya faida ya ile kampuni unayomiliki Leo hii NMB amepata faida. NMB ikiamua kugawa sehemu ya faida yake kwa wanahisa wake, hiyo ndio tunahisa gawio. Kama kuna faida, kuna hasara pia. So hasara mojawapo ya kumiliki hisa ni kwamba kuna kushuka kwa bei. Unaweza ukanunua elfu mbili, kesho ukaamka ukakuta ni mia tano. So hasara mojawapo ni kupanda na kushuka kwa bei ya hisa. Hasara nyingine ya kumiliki hisa ni kwamba kampuni ile ambayo unamiliki inaweza ikafilisika. Kwa hiyo kama imefilisika, inamaanisha na wewe umepata hasara. Hasara nyingine ya kumiliki hisa ni issue tunaitwa liquidity issue. Kwamba leo umenunua hisa fulani, lakini ukitaka kuuza ile hisa, amna mtu ambaye yuko willing kubai ile share again. Au leo unataka kununua hisa ya kampuni fulani lakini ukienda sokoni, amla mtu ambaye yuko willing kuiuza ile hisa. So hiyo tunaita liquidity issue. Unaweza kununua pia kampuni lakini ukakuta viongozi wake pia wanafanya vibaya. Na kama kampuni inaongozwa na viongozi ambao hawajali kampuni, automatically ile kampuni itapata hasara. So hizo ni hasara za kumiliki hisa. So sehemu ya pili ni unaanzajianzaje kununua hizi hisa so, Tanzania tuna soko moja la hisa ambalo linaitwa Dar es Salaam Stock Exchange, na ili wewe uweze kununua hisa inatakiwa ujisajili na kitu kinaitwa Hisa Kiganjani, na ili uweze kununua hisa inabidi uwe na dalali na through hii application ya hisa kiganjani ndio utachagua dalali wa kumtumia kwa kununua na kuuza hisa zako. Na ili uweze kufanya registration katika hii app kuna vitu vitatu vinatakiwa. Unatakiwa uwe na passport number kama una passport, unatakiwa uwe na nida number. Kitu cha pili ambacho unatakiwa uwe nacho ni uwe na tin number ya TRI. Kitu cha tatu unatakiwa uwe na bank details ambazo hii akaunti ya bank ndio ile ambayo itakuwezesha wewe pale ambapo kampuni inaamua kutoa gawio au ukiuza, hela yako ndio itaingia huku. Na kwenye hii app, ukijisajili kwenye hii app utapata kitu kinaitwa CDS number. Na unaweza kujiuliza CDS number ni nini? CDS number ni kama bank account yako ambayo ina store shares ambazo unauza na kununua. So ukifanya usajili katika hii hisa kiganjani utapata CDS number. So hivyo ndio unavyoweza kuanza uwekezaji wako katika hisa. So in the next video we talk about jinsi ya kujisajili kwenye hii app na tutaongelea aina madalali tofauti tofauti. So follow for more content like this and share this video na mtu ambaye utaona kwamba hii video so ni useful kwake. See you on the next video. This is Nuru, your wealthy friend. Thank you.